Joshua, chapter number 12 verse 1. Joshua chapter 12 verse 7. Yes. Verse 7 inasema hawa ni, hawa ni wafalme wa hiyo inji ambaye Joshua na wana wa Israeli walipigana, waliwapiga ng'ambo ya pili ya Yordani upande wa magharibi kutoka Bal Gadi katika bonde la Lebanoni, mpaka kilima cha Halaki kilicho kilichoelekea Sairi. Joshua naye akawapa kabila za Israeli iwe milki yao, sawasawa na magawanyo yao, kitu kati katika nchi ya vilima na katika Yefeso na katika nchi ya Araba. Amen, haya tukienda Joshua chapter 13, Joshua chapter 13 verse 1. Basi Joshua alikuwa mzee na kuelekea sana miaka yake, Bwana akamwambia wewe, umekuwa mzee na kuendelea sasa sana miaka yako, kisha inasalia nchi nyingi bado kumiliki. Nchi iliyosalia ni hii: nchi zote za Wafilisti na Wageshuri, wote kutoka Shihori Amen. Bwana apewe sifa. Sivyo, utaendelea kujisomea pale, maandiko yanasema ya kwamba Joshua alikuwa ni mzee, na wakati Joshua alikuwa mzee, akaamua kuanza kugawa mashamba wana wa Israeli. Wakati Joshua aliwagawa, aligawa kwa sababu alikuwa amezeeka na akaona ya kwamba badala ni kufe kabla sijawagawia mashamba ni vizuri niweze kufanya namna gani, niweze kuwagawia shamba. So Joshua aliweza kugawa wana wa Israeli, aliweza kuwagawia mashamba, na maandiko yanasema ya kwamba Joshua aliweza kuwagawia, na verse chapter 13 inasema ya kwamba Mungu akamwendea Joshua. Akamwambia, wewe sasa umekuwa mzee. Lakini bado kuna mashamba unapaswa kuyamiliki. Bado kuna mashamba unapaswa kumiliki. Kwa hivyo Joshua alikuwa amezeeka. Lakini hata kama amezeeka, kulikuwa bado na mashamba. Kulikuwa na kazi ambayo Joshua alipaswa kuifanya. Kuna watu mmekataa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu mmezeeka. Kuna watu mmekataa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya sababu fulani. Nataka nikwambie kwamba Joshua alikuwa mzee, lakini Mungu anamwambia Joshua ya kwamba bado kuna mashamba ya ambayo unapaswa kwenda kumiliki kuna mashamba mingi, kuna kazi kubwa ambayo Mungu anataka umtumikie. There is great work ambayo Mungu anataka utumike. Wapendwa, kuna watu mmekataa kufanya kazi ya Bwana kwa sababu mlikwazwa, kwa sababu muliona mme mmefanya miaka mingi, but Joshua alikuwa amefanya na amezeeka. Wakati amezeeka, anagawa Waisraeli shamba. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia Joshua ya kwamba sasa bado kazi kubwa sana, there's a still a land to come and possess. Kuna mtu umefanya kazi umechoka, nataka nikutangazie ya kwamba bado kuna kazi mingi zaidi ambayo Bwana anataka ufanye bado kuna mashamba ambayo Bwana anataka ufanye kazi yapo. Bado kuna watu ambayo unapaswa uwapeleke kwa Mungu. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Mashamba ya kufanya kwa kuvuna ni mengi, sio wakati wa kukataa kutumika, ni wakati wa kuanza kutumika vizuri, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba Joshua alikuwa mzee, alikuwa amekula miaka mingi, sasa wakati anataka kupumzika, na ndipo wakati ambao Mungu naye anataka amtumikie. Amen. Mungu anataka Joshua atumike kwa nini? Kwa sababu Mungu, sasa imefika wakati, it is now the time, ambayo Joshua anataka kutumika vizuri. Wakati unaona umechoka, wakati unaona umezeeka, hapo ndipo wakati naye Bwana anataka umtumikie vizuri. Ndiposa Mungu anamwambia ya kwamba it is now the time to come and serve me. Wakati umefika sasa. Wakati Joshua anaona ya kwamba kichwa chake kina nywele ya white, wakati anaona amezeeka, anaamua kukawa mashamba, hapo ndipo naye Bwana anataka amtumikie. Um, um, pray in the name of the living God. It is now the time to serve the Lord. My brother, my sister, unayenisikia haujafanya kitu there is a land, a a big land ambayo Bwana anataka uwende pale ulete mavuno katika hiyo shamba, uwende ukaharvest hiyo mashamba. Maandiko yamesema yanasema ya, mesema, ya nasema, kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, wale wa kusimama katika, wale katika pengo ili kanisa la Bwana liendelee, wale wa kusimama katika pengo ili walevi wakaokoke. Mavuno, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Amen, wachacheae. So, Bwana anamwambia Joshua ya kwamba bado kuna kazi, hata kama umechoka hata kama umezeeka hata kama umefanya kazi ya Mungu miaka kumi, miaka tano, miaka mbili, the kuna kazi nyingine zaidi hiyo ilikuwa ni kionjo amen. So brothers and sister, come and serve the Lord. Haleluya, usijifungie, usiseme kwamba umezeeka, kwa sababu wakati umefika sasa, wakati umeapia wa kumtumikia Bwana. Amen. Joshua anaambiwa ya kwamba it is now the time to serve the Lord. It is now the time to worship the Lord. Wapendwa nataka nikutangazie ya kwamba wakati wa kutumika umefika. Haleluya! Wachungaji mtokee mukafanye kazi ya Bwana, kwa maana mavuno ni mengi na watenda kazi ni wachache. Wakusimama katika pengo ni wengi, watenda kazi ni wachache. Amkeni wapendwa pendwa, mukamtumikie Bwana. Amkeni wadada dada, mukamtumikie Bwana. Maandiko anasema ya kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ndiyo wachache. Haleluya!

Brothers and sisters, come and serve the Lord because the time has come to serve the Lord my brother. Wakati umefika wakumtumikia Bwana, wakati umefika wakusimama katika pengo. Maandiko anasema ya kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Hakuna mutu ambaye anaweza akasimama akaujenga ukuta wa Yerusalemu ye. Katika kitabu cha Nehemia mbili inasema kwamba hakukuwa na mtu wa kusimama katika pengo. Nehemia akaangalia akasema, I will go and build the wall, I will go no matter what.

And me. Pray the name of living God. Watu ambao watakao simama ili njili iendelee, ili watu waingie paradiso, unahitaji kusimama ili ukatumikie Bwana. Praise the name of living God. Hallelujah. <mucho> Maandiko anasema ya kwamba Joshua alikuwa mzee, lakini Mungu akamwambia bado kuna mashamba, kuna mutu, unaona ya kwamba umechoka unahitaji kuenda retire. But I want to tell you, bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Kazi, bado kuna kazi katika ufalme wa Mungu. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Wadada na wandugu, stand so that we can serve God together. Tuungane pamoja tufanye kazi ya Mungu. Tuungane pamoja tutoe mavuno mashambani ili ma, mavuno ya kuwe mengi katika nyumba ya Bwana. Praise the name of God. Tulete watu katika ufalme. Wasiokoka tuwalete katika wokovu ili wakaweze kuokoka. Joshua anasema kwamba amezeeka sasa, anaamua kuanza kugawa mashamba, but wakati alianza kugawa naye, Mungu anamwambia ya kwamba, this is not the time, this is not the time because there is a time. Kuna wakati bado wa kunitumikia. Come and serve the Lord together my brother, my sister, because the mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Nataka nikutangazie, uko pale una- ulikuwa unatumika, lakini sasa imefika wakati ukarudi nyuma, ukachoka, uka, watu wakakufitinisha, wakuwekea fitina mingi, ukawachana na huduma. Nataka nikwambie, njoo kwa Yesu umtumikie kwa sababu Mungu bado ako na kazi juu ya maisha yako. Kuna wale watu Mungu aliweka ya kwamba kupitia wewe wataokoka, njoo ukamtumikie Mungu, ndio hao watu wakaweze kuokoka kwa sababu yako waka, makaaba waokoke kwa sababu yako, wale wachawi wale wapiga ramli wanaweza wakaokoka kama utawapelekea Injili. Kwa hivyo, tokelezea ukamtumikie Mungu Wanadamu wasikuwe sababu za kufanya ukose kumtumikia Mungu. Kuna wachawi kuna walevi wanataka kuokoka na wataokoka kama wewe utasimama ili umtumikie Mungu. Kuna watu wengi Mungu ameandaa kwa sababu yako, kuna kazi mingi Mungu ameandaa kwa sababu yako, na ni vema utimize matakwa ya Mungu kabla akuchukue. Unapaswa ufanye kazi yake before uende kwa mchanga. Unapaswa utumike mpaka Mungu akiwa kule binguni afurahishwe nawe. Uko pale na unasema ya kwamba mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu nikarudi nyuma, mimi nilikuwa muimbaji nikarudi nyuma, mimi nilikuwa ashas nikarudi nyuma, mimi nilikuwa interpreter nikarudi nyuma. Now it is the time now to come back to God, ni wakati wa kurejea kwa Bwana. Mwana mpotevu akagundua ya kwamba it is the time to come back to my father. Today I want to tell you that come back to God because it is now the time to serve them. Wakati wa kumtumikia Mungu sasa umefika, wakati umeadia. Njoo tumtumikie Mungu. Wachungaji wale, wale backslide, wa ubi, wa ma, manabii mabishops, na waambia njoo tumtumikie Mungu, kwa sababu Mungu ametengeneza kazi kubwa mbele yetu, kuna kazi mingi. Ndipo sasa namwambia Joshua ya kwamba kuna bado mashamba ya kumiliki. Ninajua umezeeka, lakini kuna kazi kubwa mbele yako ambayo anataka unitumikie kuna mtu pale, nataka nikwambie, Mungu anataka umtumikie. Wewe mlevi, Mungu anataka umtumikie, wachana na ulevi, umtumikie Mungu, njoo kwa Yesu. Anasema njoni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Unaweza kuwa umelemewa na mizigo ya ulevi, mizigo ya dhambi, mizigo ya ukahaba, mizigo ya uzinzi. Unaweza ukakuja kwa Yesu, naye atakupumzisha. Anasema jitieni nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi. Haleluya! jitieni nira yangu kujeni kwa Yesu kujeni kwa Yesu na mizigo zenu Mungu anataka amtumikie Mungu anataka mtumikie na umekatalia kwa ulevi umekatalia kwa ukaaba umekatalia kwa uzinzi umekatalia kwa dhambi unataka namna gani ndugu yangu na dada yangu njoo kwa Yesu umtumikie tumikia Yesu mavuno ni mengi watenda kazi ni wachache usingoje wakati hauna meno Nataka kumtumikia Mungu. Serve the Lord, wakati uko na power, wakati uko na strength, wakati uko kijana kama mimi, mtumikie Mungu, naye Mungu atakutumikia. Ukimtumikia pia yeye atakutumikia, kwa sababu kuna mambo nataka Mungu akufanyie. Hata kufanyia hayo mambo, kama wewe unakaa au utaki kumtumikia, mtumikie naye atakutumikia. Tenga wakati wake wako na, na Mungu, naye atatenga wakati wake na wewe ili akuhudumie. Nataka niombe, na mtu uko pale unasema ya kwamba i need to come back to God, nahitaji kuendeleza kazi ya Mungu. Ulikuwa pastor, ulikuwa mwimbaji, ulikuwa nabii, ulikuwa intercessor, ulikuwa um, prayer warrior, come back again. Ulikuwa mzee wa kanisa, come back again. It is the time to come back to God and God is able to welcome you in, uh, in her kingdom. Njo kwa Yesu, atakukaribisha katika ufalme wake. Unataka kuokoka uko pale Nitaomba pamoja nawe, lakini kuna mtu anaweza kuwa na mahitaji, unasema ya kwamba nataka niombee ndugu yangu, nataka tu niombee, niko na shida, nataka Mungu anipatie kazi, Mungu anipee watoto. Uko pale, hauna ndoa, unaambia Mungu nikumbuke upande wa ndoa. Mungu ako na uwezo wa kusikia maombi yako, na anaweza akakujibu. Nataka kuomba na mtu ambaye ako nahitaji na Mungu atakubariki. Sijui ni hitaji gani uko nalo, lakini nitaomba naye, Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Baba ni asante, ninaomba na msikilizaji wangu ambaye, Bwana, tumekuwa naye katika kipindi hiki cha Neno tukisoma neno kuhusu feeding personal, feeding personal fellowship, na Baba tumefika tamati ya kipindi, na Bwana nikaona ni vizuri ya kwamba tuungane na huyu ndugu na dada tukaombe pamoja. Baba ona, ako na hitaji hitaji ambalo mimi silifahamu, lakini wewe unalijua. Ninaombea huyo ndugu, ukaweze kumtimizia mahitaji yake. Kama ni mahitaji ya kindoa, kama ni mahitaji ya ki school fees, kama ni mahitaji ya kibiashara, ya kikazi, Bwana mshughulikie, Bwana mtimizie, timizia ndugu mahitaji yake, tumizia dada mahitaji yake, kwa maana Bwana tunajua ni wewe ambaye unaweza, na Bwana ulisema katika neno lako ya kwamba utatimiza mahitaji mapenzi yako juu ya maisha yetu Baba ukayatimize, na sifa na utukufu zitakurudia. Uko pale, nataka kuokoka? Unataka kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako? Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema, Yesu nakupenda, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Mungu akubariki. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya wiki Monday Monday to Monday, ukaweze kufuatilia kipindi chetu Gideon Opingo YouTube. Mungu akuwabariki sana. God bless you. Shalom. Amen.